Tuendelee kufanya mazoezi uh, kutokea hapa uh, Blue Sapphire. Niko na Eric Trainer na hizo Trainer kwa ajili kufa ya kufanya mazoezi siku hii ya leo. Karibu sana. Kwa majina eh, naitwa Eric Crispin, ni trainer hapa Blue Sapphire Gym, na leo tutafanya mazoezi mazoezi ya full body au mazoezi ya mwili mzima yes, ambayo anakulenga wewe ambaye, eh, ni kazi sana kwenda gym au kuja gym sehemu kama hizi lakini unapenda kufanya mazoezi nyumbani na wewe ambaye unakwenda unapenda kwenda gym, mazoezi haya pia yatakusaidia sana, ni full body exercise leo ambao tutakuletea, na tutafanya hapa hapa nikiwa na marafiki zangu hapa eh, Mr. George pamoja na Mr. Izo, wote tutakuwa hapa kulipresent haya mazoezi yote mbele yenu, na hakikisha kabisa uwe pamoja nasi mwanzo mwisho. Tatu, nne tuende hapo nyumbani, tuende wote. Yes, sita saba nane tisa mm -hmm. Kumi, safi kabisa. Ok, hizi ni stretching ndogo ndogo tu ee, za kuanza kuweka mwili wako sawa zaidi. Ok, zoezi inaofuata, ee, tutakuwa tunarusha mguu na mkono kwa dizaini kama hii unaoniangalia namna hii, sawa eh? Yes, tunaenda wote, sawa moja mbili tatu moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi, ongeza mbili moja ya mwisho mbili safi. Badilisha mguu unaofuata mkono unanyanyua juu tunaenda wote sawa. Moja mbili tatu moja mbili, tatu. Moja, mbili Tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Moja ya mwisho. Safi kabisa, namna hiyo. Atuwa anaofuata, tunaweka mikono yetu mbele namna hii, kwenda kustretching nyama za kushoto na kulia ambazo ni oblique muscles. Tunaziweka sawa, tunazungusha namna hii, sawa, eh? Yes. Ok, twende wote sawa. Tunaenda upande wa kushoto, tunarudi upande wa kulia. Moja mbili tatu, twende. Moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi, ongeza mbili, moja mbili. Safi kabisa, yes. Tunaanza na push up, tunapiga push up za kibaba za kibaba tunapiga push up za kibaba leo, tunapiga push up kumi, tunaenda mara mbili. Zoezi namba moja ambalo tutalifanya siku ya leo ni zoezi la push up. Yeah, ni zoezi ambalo watu wengi linawashinda au wababa wengi au wamama nao linawashinda, ni zoezi ambalo linadili na misuli ya mwili mzima push up. Kwa hiyo tunapiga push up eh, kumi kwa seti mbili. Uliokuwa nyumbani, jumuika nasi kupiga push up kumi kwa seti mbili na usichiti hata moja, yaani usi, usitegehe. Yes, tunaenda namna hii. Ukipiga push up, hakikisha kabisa bega lako linakuwa lime relax, mgongo wako uko flat. usije ukanyanyua mgongo juu au kalio ukalinyanyua juu namna hii bali vyote viwe flat. Yes. Naomba eh, kama uko nyumbani tufanye wote tukiwa usahii zaidi, kwa sababu push up inasaidia mwili mzima. Kwa hiyo tunaenda push up mara kumi yes. mko sawa? Sawa, sawa, sawa, sawa yes twende, tunaenda wote sawa, okay. sawa. sawa, tunaenda, okay. tunaenda moja, mbili, tatu twende wote chini moja yes. Ehe, twende mbili, hakisha kabisa usiinue mgongo namna hii wala kalio ukainua namna hii, hakisha kila kitu kinakuwa Flats, and then bega lako relax, and then unaenda chini kama kawaida. Kwa mtoto wa kike kunja miguu namna hii, inaitwa half push up. Kwa mtoto wa kike eh, namna hii and then unaenda chini kama kawaida yes. Tunarudia push up hizi, tunarudia tena kwa seti ya pili, tunaenda wote sawa s yes. Hizi zinatusaidia vitu vingi sana zinasaidia eh, nyama za nyuma za mkono, nyama za mbele za mkono, bega pia, tumbo, gongo, mwili wako wote inakusaidia. Kwa hiyo hakikisha kabisa unapiga pushapu vizuri na usitegee hata moja. Yes, twende kwenye awamu inayofuata eh, ya pushapu hizi, tunaenda ishirini kwa mpigo Sawa. tuko wote, tuko tuko sawa Haya. Moja, mbili, tatu. Twende. Yes.